Anabo mwanangu, jambo mzuri eh? Kuna familia mpaka leo mtu akisalimiwa anapiga magoti. Haya mwanangu, karibu kaya za nyumbani. Mama aibaza huja mkuta amitu kama kuna shida, kuna nini? Mimi nilitoka mara moja nyumbani, nimerudi, nimemkuta shangazi yangu anaongea kwamba mama yake Salome alikuja kaja ipuna jazba kamtukana sana. Hata mimi najiuliza ugomvi wangu ni wa mimi na Salome, sasa mama yake Salome anamwingiziaje shangazi yangu katika ugomvi? Mama yake Salome kaja nyumbani kwenu? Ndio leo ndio leo, shida nini? Shida Aiblaza, mimi ni mtu wangu, Salome naye anamtaka sasa. Ugomvi wetu sisi ndo umeanzia hapo. Salome, huyu Salome, huyu tumepigana sana kisimani. Yeah, mwanangu umesikiaje? Kupigana mm, tumepigana sana mama yee. Yeah, Aiblaza anamtaka, na mimi Aiblaza namtaka ni na mwanaume wangu wa ndoto zangu mm. na yule yu ajampenda yu pinu... kutoka moyoni una anataka amchukue amle nyama hapo mwingine Salome, ule kijiji kizima wanamjua Salome kwamba ni nani? Kijiji kizima wanaijua familia ya Salome nani? Hilo brother, ni kina nani hilo? wameongea mwanangu kuhusu braa. mimi niseme kwamba ondoa shaka, mi ndo mamake mamake, sijui umenielewa e. Wasichana kama nyinyi kijijini ni wachache. Umekuja unapiga magoti, shikamo mama, tumepigana. Tumepigana yeah, watu nyomi kidole cha mapacha tatalike nami na nikamwaga maji yake kule mbali. Sawa sawa, umenikosha wewe Salome Ume mpiga ndio. Yani e, katika mtoto ambaye simpendi kwenye kijiji hiki wa kwanza ni Salome huyo. Mwanangu nampenda ai brother ai brother ai brother mpaka sasa hivi, hapa ndo nyumbani kwao, mimi ndo mama yake, mimi na haya ndo mazingira yetu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi jigundua, kwamba ai brother umempata. Kwa hiyo ni mama, nisikilize mimi, mimi ndo mama ana faida. Ni Salome sasa hata kumuona. Salome yule kijiji kizima kwa Salome ninani? Familia yetu tunagunda gundulika. Kwa hiyo mimi siwezi nikamtia mwanangu kwenye janga kama lile. Kweli kabisa mama. Na katika hichi kijiji mimi nimetulia. Wajibu chambao nimetulia. Sina mambo mengi. Sina papa papa. Nimetulia mamaangu, na maneno yasikuvunje moyo. Wewe huyo Salome achana naye. Nisikilize mimi. Una shida ya usiku ya mchana hapa ndo kwa mamake hai bratha, na mimi nakuwa ndo mama hi bratha, niko ng'ari, ng'ari sio shi ma shida zangu. Basi mama, nashukuru sana basi. Aa sana mama kwa kunipokea <laughs> aina mama. Mama, shida mwanangu, aya mbu niliane, aya mwanangu, bai aya wasiliana mama, aina shida aya

karibumimi ku lakini ujio wangu ni wa tofauti siku zote kama alivyozoea miku. Kuna kitu ambacho kinanichanganya sana kwa akili yangu, pia nashindwa kutolea maamuzi ambayo ni sahihi. Najua fika anajua Saroma nimetokea kumpenda, lakini familia yangu imekuwa ni kikwazo. Sasa nashindwa kuelewa mifani nini, nitumie njia gani angalau familia yangu iweze kunielewa. Wewe ndio utakayeishi na Salome, si mama yako we. Nampenda Salome ndio unampenda, basi simamia msimamo wako huokiniaaa. Yani kila mtu ambaye anayemgusia juu ya kumwoa Salome ana waka na kuwa mkali sasa nashindwa kujua kwamba huyo binti ni mtu wa aina gani tem Sidhani kila mtu anapenda, mtu atapata. Yule binti ni mzuri, binti ni mrembo. Kwa hiyo wewe simamia msimamo wako ule uleule kama unataka kumooa, basi nafikiri kuja kwangu nitakusaidia. Nitahakikisha kwamba salama, mimi ninaomba unisaidie kwa ndoa, maana nimeinua mguu wangu kuja kukutafuta wewe. Mimi niseme kuwa nashukuru sana a, nimefurahi sana kuweza kupata faraja kupitia maneno yako ambayo mmeweza kuniambia, ila siku zote nimeishi katika wakati mgumu sana. Wewe ndo umekuwa ni mtu wa kwanza kuweza kunika faraja katika maisha yangu na katika kipindi nashukuru sana, asante sana Amba naa iijua tukaingia kwenye kumi na nane zetu. Aaa, jomba, habari ya kutoka? za huko nitokako kuenda salama, rudi ni njema. Nimekwenda salama nimerudi salama. Pembe moja milioni moja na nusu pembe moja milioni moja na nusu ndio sio hivyo tu mafuta ya binadamu shilingi laki tano. Nimefunza mambo huko nimekwenda Umeniambia pembe moja bilioni ngapi? pembe moja na nusu. Sasa hapa hai blaza kwa sisi hai blaza anasemaje? Hai blaza kaja majambo kwa moja Anamimi mm-hmm. Ni mwahidi kwamba nitakusaidia, lazima saani jomba, hili swala naomba uwe nalo makini, okay. Utapofuruzwa wewe utama, yani utaniangusha kila kitu, sitoweza kufikia malengo ninayohitaji naomba jitahidi kwa sababu nimemtafuta sana hai blatha, nimepika mashariki magharibi, kaskazini kusini, hai blatha ana anaruka sasa. Yani nimefurahi kuniambia leo hai blatha kaja hapa na jambo limenyoa jomba. Kwanza nashukuru sana mjomba, tena jitahidi ili tuweze kufanikisha ninalolitaka, kwa sababu bila kuja, bila kuleta mwili wa ule kijana hapa, mimi nitakuwa nimecheza na nimepoteza muda wangu wote. Sawa, we mwenyewe unajua mimi natakiwa niende wapi, na mimi natakiwa nifike katika cheo gani. Mjomba, wewe ndio tunifanyisha mimi nipande juu ni. Salome nimemtuma mpaka hivi leo hajanipa sababu yoyote ya kumwondosha high blood. Lakini kwa kuwa wewe unaniaminisha wewe hivyo, nashukuru, naomba jitahidi, ili na mimi niweze kutulia moyo wangu. Nishaangaika sana, nishatembea sana, sina uwezo. Uwezo wangu ni wewe kunisaidia, kwa hiyo ninaahidi kwamba sitokuangusha kwa, sitokuangusha kwa, nitahakikisha kwamba nimefurahi. <coughs> <coughs> <coughs> kusikia hivi, naomba jitaidi sana sana kazi na kuachia wee okay. wewe ndo kila kitu, wewe ndio

najua wa si ni wanawake wachache sana ambayo wanaweza kupewa hisia zao kwa, kwa nai nisingependa na kudanganya kwamba nitakuwa nawe tayari, kwa sababu na mtu ambaye ninayempenda nipo kwenye maishaninani nampenda

Yule Salome hajakupenda kutoka moyoni. Yule kakupendea lengo lake akule nyama Ensam, kama wewe kwa kutembea na Salome na wapunesa masan na Salome, yule mchawi we uogopi? Na unataka kuungana uwe mchawi ya blaza. Sasa. Naomba ta alafu tambua hapo meneza. Sio kwa ajili ya Salome so mambo ya mimi na Salome, aii. Ndio, ila mi ikuwa najaribu kuelewesha Yule Salome ni mchawi. Kijijini kote hapa wanamtambua sasa, iweje wee Samboi, kama wewe ukatembea na ule binti mchawi? Wewe ni binti anavutia, una sifa zote za ka pia, una sifa za kuita Hebu jaribu kutafuta na mimi mwingine hapa kijijini, kwa sababu jaribu kuachana na mimi, tayari niko kwenye mahusiano na mtu mwingine. Ndio, wewe uogope. Ai brother, mimi sija kutamani, nimekupenda kutoka moyoni na ni kama ukinikatalia, sasa sakuwa na umuhimu tena mimi wa kuishi duniani. Naomba nikubalie ombi langu, ai brother. Hai blaza, kaa bado bado, umeniacha njia panda. Naomba ukae tuongee, naomba ukae tuongee. Hai blaza, samani ambazo naomba ukae tuongee, umeniacha njia panda. Mwenzie, moyo ndio umekuchagua wewe, naomba unifikilie, naomba unifikilie mara mbili mbilimbili. <sao>

umejitahidi eh, kuwahi hmm. Kumbuka jana tulejenda ukutane mapema sana, ila umependeza. Sasa asante kwa kupendeza. Na pia umenona mhm. Mm, una maana gani kuniambia nimenona? Amna, ila hujachelewa. Sawa, sijachelewa. Umefika muda mwafaka, muda ule ule ambao mimi nilikuwa nahitaji. Kwa nini unaongea hivi? <laughs> Nyama yangu ya kwanza nimeshaikamata, kazi yangu imeshatimia.